Sadaka llahu ladhim. watukfa Islamu, leo kwa mara nyingine tena tupo katika mwendelezo wa mada yetu ya funga ya Ramadhani. Kwa majina yangu naitwa Abdul Rashid ibn Yusuf, nipo katika kuwasilisha mada hii, mada ya funga ya Ramadhani, kwa sababu tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo hapana budi tupate somo tujifunze kuhusiana na ibada hii ya funga ya Ramadhani, kwa sababu hakuna ibada ambayo inaweza kukamilika ilivyo pasi na kuwa na na elmu. Allah tabaraka wa taala ameanza kwa kusema, ya ayuhal ladhina amanu Enyi ambao mlioamini, kutiba alaykum asiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kumefaradhisha juu yenu kufunga, kumefaradhisha kwenu nyinyi kufunga kama walivyofaradhishwa kufunga waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, hakika kupitia funga hiyo mtakuwa wachamua. Tuanze katika ufafanuzi sasa wa hukumu lwadhaii, kisha tuingie katika mambo ambavyo, katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, e, katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala aliyotuelekeza, lakini pia katika ijtihada ya wanachuoni mambo ambayo yanayohitajika kuyafanya. Tuanzie na, na kanuni ya asabab kanuni al-asbab, sababu sababu. Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameweka asbab, kaweka sababu. Na sababu yenyewe, Allah amegawanya ibada katika nyakati mbili, Allah amegawanya ibada katika nyakati mbili, wa qawli yake subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qurani, wajaalna laila wan-nahara ayatayn, tumeweka dalili mbili. wajaalna laila wan-nahara ayatayn, tumejalia au tumeumba tumeweka usiku na mchana kuwa ni dalili mbili, hasa katika dalili mbili, katika dalili hizi mbili usiku na mchana. Allah anasema katika sura nyingine aqimissalata turfainnahari wazulfaminallayl, simamisha swala katika incha mbili. Turfainnahari wazulfaminallayl, simamisha swala katika incha mbili za mchana, wazulfaminallayl, na usiku unapokuwa umeingia. Wanachuoni wameihtilafiana katika kueleza hii turfainnahari kuna ambao umesema maana ya tarfain nahari Mwenyezi Mungu aliyokusudia ni wakati wa alfajiri ile, wakati wa alfajiri ile swala ya subuhi na magharibi, hizi ni ncha mbili kwa sababu tarfa ya kwanza ni ule usiku unapokuwa unaondoka unaingia mchana, na wakati jua inapokuwa inazama unaingia usiku. Kwa hiyo wanachuoni wakasema tarfain nahari, katika ncha mbili za mchana. Wanachuoni wengine wakasema kwamba tarfain nahari ni ni adhuhuri ni subhi na lasr. Kauli zingine zikasema kwamba ni adhuhuri na lasr, wallahu alam, Allah ndo anajua zaidi. Alimradi kwamba asabab ni usiku na mchana, kwa hiyo ndani ya usiku na mchana Allah akaweka ibada kutumia jua. Kwa hiyo, kuna kuna dalili mbili, kuna aya mbili Allah ambazo kazieleza katika aya hii. Usiku kuna ibada zake za swala, mchana pia kuna ibada zake za nini? Za swala. Lakini kundi lingine ni Allah tabaraka wa taala akaweka ibada zinazoendana na mwezi. Kwa hiyo, ibada ziko namna mbili, kuna ibada shamsia wa ibadatul qamariyah, ibada za mwezi, na ibada zinazoendana na jua. Kama ambavyo nimetoa kueleza ibada za jua ndio kama hivi ambavyo nimeeleza, ibada ya swala kama, kama, hizi kama Allah anavyosema ndani ya Qur'ani katika sura nyingine, baada audhu billahi minashaitani rajim, aqimis salata liduruki shams ila ghasaqil layl wa quran al-fajr inna al-Qur'an al fajir al al kana mashuhuda. Duruku shamsi, kupinda kwa jua. Neno la duruku shamsi pia wanazuoni wamejaribu kulifafanua na, na kuhitilafiana vile vile. Duruku shamsi, kuna wengine wakasema kwamba jua linapochomoza, wengine wakasema kwamba jua linapohama kutoka ile wakati wa dhuhuri kwenda kwa wengine basi ni ikhtilafu ni kila mmoja akafanya jitihada yake, lakini hii ni dalili ni aya ya kusimamiza nini? Wajibu. Kwa hiyo tunasema kwamba katika kaida hii ujudu sabab, ujudu limusabbab, kupatikana sababu kupatikana kile ambacho kinachosababishwa. Kwa hiyo duluku shamsi sababu kuhamajua ni sababu liiqamati alwajib, kwa ajili ya kusimamisha nini? kusimamisha wajibu Alfajr, Allah anasema inna quran alfajr kana mashhuda, kwa maana swatu subhi. Kwa maana hiyo e, alfajr inapoanza kuchomoza ila alfajr, basi hapo kuna ibada ambayo inayofanyika swala asubuhi, na halikadhalika jua linapokuwa linahama kutoka jua listiwai kwenda pia kuna ibada ambayo inaofanya. Kwa hiyo katika ayataini hizi Allah akawa ameweka ibada zake zitekelezeke humo, hii inaitwa ibadatu al-shamsia. Lakini pia katika ibadatu al-qamaria Allah akaweka ibada zake katika katika mwezi kama asemavyo yeye eh, mwenyewe ndani ya Qur'ani kwamba faman shahida minkumush-shahra falyasumu atakayeshuhudia miongoni mwenu masiku au mwezi, falya sumhu ni afunge. Kwa hiyo, shuhudul hilali, kushuhudia maandamo ya mwezi, shartun, hii ni sharti liiqamati lwajib, ni sharti kwa ajili ya kusimamisha wajibu. Kwa hiyo hii ni sababu. Kwa hiyo, wanazuoni katika jitihada yao wakaweka qaida, asababu lazima ianze sababu kwanza. Tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii ni sababu. Kwa hiyo, hatuwezi kufunga Ramadhani mpaka tupate dalili. Dalili yenyewe ipatikane sababu, ndio maana katika kaida wakasema kwamba asabab, wujudu sababi, kupatikana sababu, wujudu lmusabab, kupatikana sababu, kupatikana kile kinachosababishwa wayalzam min wujudu sabab ujudu musabbab, na kuna lazimu kupatikana sababu kupatikana kile kinachosababisha. Min adamihi damu, na kukosekana sababu kukosekana kile kinachosababishwa. Kwa maana hiyo kwamba kama tusiposhuhudia hilali, ule mwandamo wa kule, tusiposhuhudia bado sababu haijawepo ya kufunga ila inapoanza kuandama ile hilali inakuwa ni sababu ya Waislamu sasa kuanza ibada. Nadhani hilo la kwanza. Lakini katika kaida nyingine, katika sharti, katika ibada, kuna sharti, kuna masharti ambayo yamewekwa kwa mukallaf, akiyafanya haya basi ibada yake itakuwa imekubalika. Sharti wujudu sharti kupatikana, sharti kupatikana, sharti katika kaida ya watu wa ilmu usuli, kupatikana sharti wujudu almashrut ni sababu ya kupatikana kile ambacho kinachoshartiwa. Kupatikana sharti kupatikana kile ambacho kinachoshartiwa, lakini wala yalzam min wujudi sharti wujudu almashrut, lakini si lazima si wajibu kwamba eti sharti inayopatikana kile kinacho ndicho kipatikane. Hapana, yawezekana sharti zikatimia, lakini si lazima kufanyaje kutimia kile kicho kicho shartiwa sio lazima, kama vile mfano, kama vile mfano talaka. Kupatikana talaka sharti ipatikane, patikane ndoa. Kupatikana talaka ni sharti ipatikane ndoa lakini si wajibu kwamba kupatikana ndoa ndipo kupatikana sharti, kupatikana talaka. Nafikiri utakuwa unanielewa mpaka hapo, yani mfano mwingine, swala ili kubalike, swala ili ikubalike swala, sharti unatakiwa utawadhe, lazima ushike udhu Kushika udhu ni sharti la swala, lakini sio lazima, sio wajibu ukitawadha lazima uswali. Kwa hivyo basi, hizi ni kanuni au ni kaida za kisheria ambazo sasa tutakwenda kueleza kuhusiana na ibada yetu hii yafunga. Wanazuoni kwa kutokana na ijtihada yako kutokana na ijtihada zao kutokamana na ij, zile ijtihada zao, zao. Wakaeleza sharti ya kukubalika funga, sharti ya wajibu kutekelezeka ibada ya funga, wakasema kwamba sharti ya kwanza lazima uwe Mwislamu. Hiyo ni sharti. Lazima uwe Mwislamu, baligh, aqilun, qadirun wa sharti tano ijtihada ya wanazuoni wengine, wakasema kwamba almuslim albaligh alaqil sharti wakweka, okay, tatu. Hii ni ijtihada pia ya wanazuoni. Kwa hiyo sharti tano hizi zikikamilika, sharti hizi tano zinapokamilika, basi ibada hiyo mtu anaingia katika ibada kukamilika kwa, kwa masharti haya ndipo mtu anaruhusiwa katika kuingia kwenye ibada. Kwanza ni Muislamu. Kama ni Muislamu, ni baleghe, amefikia baleghe. Na kama amefikia baleghe, ana akili timamu. Iwezekana akawa baleghe lakini akawa hana akili timamu. Ni baleghe, kafikia umri wa baleghe Kafikia miaka 14, 15. Na kama kafikia miaka 15 ana akili timamu, hiyo nao ni sharti. Yawezekana akawa Mwislamu, akawa ni baligh, akawa na akili timamu. Sharti ya nne ni qadirun, ana uwezo wa kuweza kuhimili hiyo funga, uwezo huo anao yawezekana masharti yakakamilika, je? Je, anaweza kufunga kuanzia asubuhi mpaka jioni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani ya siku thelathini? uwezo huo anao. Kwa hiyo hii ni sharti. Lakini tano, adhamul manii, asiwe na vizuizi vya kufunga. Almanii ni kizuizi cha kufunga kupatikana katika kaida watu, watu wa ilmu usul anasema, kupatikana manii inayopatikana manii. Manii ni sababu ya kukosekana kutekelezeka ibada kwa manii inayopatikana, basi huyu mtu anazuiwa kutekeleza ile ibada. Almanii huna manii kilichokusudiwa hapa kizuizi kiicho kusudia hapa, alhaidhu wa nifasi, hivi ni vizuizi. Kwa hiyo mwanamke anapoingia katika hedhi, anapokuwa katika nifasi, huyu tayari, huyo ana manii, ana kizuizi, hawezi kutekeleza wajibu wowote ule, ima swala, ima saumu, ima hija, hawezi kutekeleza haya kwa vizuizi ni sharti miongoni mwa masharti ya funga, lazima asiwe na vizuizi. Kwa hiyo haya ni masharti matano ambayo yanayoweza kumwingiza mtu katika ibada au kumweka kando mtu huyu kutokana na ibada. Au Muislamu, kama si Muislamu hawezi kufunga. Awe balere, kama si balere hawezi kufunga Awe aqilun, awe na akili. Kama hana akili, somo kwake haikubaliki. Awe qadirun. Kama hana uwezo, hawezi kufunga. Adamul manii, vizuizi. Kama atakuwa na vizuizi, hawezi kufunga. Haya ndio masharti ambayo kwa ijtihada ya wanazuoni wetu walioyaweka.